Uh, kwa mambo ya mpira kati na, na ile, e, ile kuharibiwa ama kukanyakwa na kuchezewa uh, bendera ya Kenya, ningependa kusisitiza ya kwamba hiyo jambo sio kati ya Kenya na Somalia. Hiyo ni jambo ya kati ya authorities ya Kenya na Wakenya, na wenye wamekosea au wawili watatu ni hao binafsi na watachukuliwa hatua ya kisheria kibinafsi haikuwa serikali ya e, Somalia na haikuwa watu wote wa Somalia na hatutaki watu pia wa generalize kusema kwamba mtu mmoja akifanya makosa nchi mzima imefanya makosa kuna Wakenya pia katika nchi zingine wanakosea na wanachukuliwa hatua ya kisheria kibinafsi sio kama Kenya na kuna Wakenya wanakikosea huko nchi za nje wanapitia njia za kisheria kama vile si wa Wasomalia pekeako wamekosea hapa Kenya tuko na watu wa kutoka taifa mbalimbali mbali, wanafanya makosa tofauti tofauti. Tunapata wengine na madawa ya kulevya, tunapata wengine wako na wanafanya biashara bila leseni, wengine wanafanya makosa. Tunawachukulia hatua kibinafsi, sio kama nchi ambazo wanatoka. Na kwa hivyo tuna uhusiano mzuri sana na nchi ya Somalia e, nili e, kuna mawasiliano mazuri kati ya ubalozi wa Somalia nchini Kenya na serikali ya Kenya, na hakuna wasiwasi wowote wa mchezo ambao utachezwa. Uh, tena pale uh, uh, Ulinzi Stadium itakuwa ni mchezo ama uh, itakuwa mchezo ambao itakuwa ni mashindano mazuri. Hakuna haja kupigia watu kelele, sitaki kukubali eh. Nataka ni waombe wa Kenya, hakuna mtu tuzijaribu kupigia ku, ku, ku kelele watu nje ya Somalia ama mafans ama wa ile eh, timu yanendatoka Somalia. Uh, tukue as Kenyans tumekuwa always hata kwa uh, chan tulikuwa tumeraise above uh, sectarian small issues, na hiyo sio kitu. Watu wawili watatu, na ni watoto, haitawezi kuwa ni uh, uh, kisingizio tutatumia kujaribu pia kufanya mabaya kwa jirani. Tuko na uhusiano mwema sana na nchi ya Somalia na inafaa tuendelee pamoja kujenga huo uhusiano, na authorities kama vile IG alisema jana, wanashughulikia wale ambao wali uh, walihusika na kitendo hicho. Asante sana.